Samaa ya kodi kwenye bidhaa zako za mtani kuingiza mashine kichwa cha lori, bidhaa ambazo ni capital goods, ambazo zitakusaidia wewe kufanya uwekezaji wako, utapata punguzo kodi, aidha kwa 75% import duty au kwa moja. Kwa wale ambao wako kwenye sekta ya utalii, vifaa vile vya kufanya finishing kwenye chumba cha hoteli hotelitapata kwa moja, lakini pia kwenye kando utapata huduma ya kupata ardhi ya mwekezaji. Mheshimiwa, mkuu wa mkoa, tunakushukuru hapa. Tunajua sisi hatutapata tabu kwa sababu tayari wewe mwenyewe na mkoa mna land bank. Kwa hiyo wawekezaji wanaotoka nje wanatoka kuja kuwekeza mkoani Njombe wajue kwamba watapata ardhi ya uwekezaji. Lakini jambo la nne utapata huduma ya kupata mpia. Kama wewe mtu wa Njombe una biashara yako unataka kuikuza. Tunao wawekezaji ambao wanatoka nje wanataka watu wa kushirikiana nao ambao tayari wanazo biashara. Mfano wewe una hospitali, kuna baadhi ya huduma uzitoi. Nataka mtu ambaye anaweza nikashirikiana kuanzisha huduma mpya kwenye hospitali yako. Biashara za namna hiyo watu wengi wanataka wabia. Lakini pia wale wenye ardhi wanataka na ardhi, wanataka mtu ambaye wa ana mashine au anaweza kukashirikiana mtaji kwa ajili ya kufanya biashara pamoja. Lakini pia tuna kituo cha pamoja ambacho kinatoa huduma kutoka hizi taasisi mbalimbali ambazo tumekuwa tunazungumza hapa, TBS, NIDA, Immigration pamoja na zinginezo. Huduma ya sito tukoipata ni huduma ya ushauri wa kodi kutoka wengi mnafahamu kwamba mnakwenda Mamlaka ya Mapato kwa ajili ya kufanya assessment za kodi na kulipa kodi, lakini yeyote anataka kuanza biashara akitaka ushauri wa kodi kabla ya kuanza biashara, sisi kituo cha uwekezaji tunao maafisa wa kodi ambao wanaweza kukushauri. Anaweza kukushauri kiwango gani cha kodi, uagizeje mzigo wako, kiwango gani cha kodi utakachokilipia, namna utakapokuwa unaendesha biashara yako, ushauri ule unaweza ukaupata kabla ya kuanza uwekezaji, wakati unafanya uwekezaji na wakati unaendelea na uwekezaji wako. Jambo la saba, utakuwa na uwezo wa kupata taarifa na kushiriki makongamano mbalimbali ya uwekezaji ndani na nje ya nchi ya kwenye sekta zako au kwenye sekta zile ambazo unataka kupata uwekezaji. Jambo la nane, ushauri wa kiuwekezaji, na hii inawezekana kwenye upande wa business plan au eneo lolote ambapo unataka kufanya uwekezaji wako tisa kuunganishwa na huduma mbalimbali. Tunafahamu wale wawekezaji wengine ambao wako mbali ambao wanaweza wakahitaji huduma ikiwemo maji na umeme, tunaweza tukapata uh, wakapata msaada. Lakini jambo la kumi, kupata usaidizi wowote ambao unaohitaji kwenye eneo lako. Lakini ningependa kuongeza jambo moja, mheshimiwa waziri na mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwamba wiki iliyopita tulisaini makubaliano na taasisi inaitwa Tanzania Institute of Arbitrators. Kwa hiyo wale ambao watakuwa na mashauri pia kwa njepo, kwa changamoto za kibiashara kati ya wao na wenzao wa wasingependa kupelekana mahakamani, wanataka kwenda kwenye meza ya usuluhishi, tunao taasisi hii ambayo inatambulika kabisa na serikali na serikali ambayo tunaweza kufanya pia utaratibu wao kufanya arbitration na kukubaliana kabla ya <coughs> kuenda kwenye hatua zinazofuata. Kwa hizi tu ni baadhi ya huduma ambazo zitatolewa hapa na uh, kwa mara nyingine tena tukushukuru sana katibu tawala mkuu wa mkoa kwa kutupa nafasi ya kuwepo kwenye eneo hili, lakini pia waziri, uh, kwa mheshimiwa waziri kwa uzinduzi huu, asante sana lakini nataka nichukue nafasi hii kumshukuru sana kuwa Anton Mtata, rafiki yangu, natoka naye mbali sana. Nilipokuwa nikiwa Singida oa akaniambia atanishinda kwenye uzalishaji sasa, hatukuweka mtu wa kupinga sasa. Sasa mheshimiwa waziri, kwa kweli, kati ya watu ambao wametusaidia sana kufanikisha uzinduzi wa ofisi hii mpaka leo tupo hapa ni serikali ya mkoa wa Njombe. Mkuu wa mkoa na viongozi wake katika utawala ndio wamevipatia ofisi hapa. Tumepewa vyumba tatu kubwa vizuri na kau na atawote waili, hatujatumia financial yoyote ile. Hizo izo tulichofanya sisi ni kununua meza na laptop za kufanyia kazi. Ni, nakwambia kwamba TIC au uwekezaji weze kukaribisha ni lazima kushirikiana na serikali za ambapo, kuna watu kuna ardhi kuna wataalam. Kwa kazi alio ifanya paa na serikali yake ya mkoa ameonyesha mfano, na ndiyo maana tumekuja kuzindua ofisi Njombe, hatukwenda mahala ki wezuoneza kwamba sasa hivi kuna ushindani kila nchi nataka wawekezaji a. Mheshimiwa Rais amesimamia na kuona kwamba kunakuwa mabadiliko makubwa kwenye wekezaji, ili kuweka kuweka vivutio mbalimbali ambavyo wawekezaji utaona. Kwa mfano sasa hivi sasa hivi TIC imefanya maboresho mengine maine makana mbalimbali ya kuunganisha baadhi ya taasisi baadhi ya mikoa, ili kufanya aishaji mzuri. Imefanya kampeni za uhamasishaji kwa uwekezaji wa ndani na nje, lakini vile vile itarahisisha wawekezaji kuwafikia miradi mbalimbali na kufanya maamuzi ambayo yataongeza kwa Tanzania, yataongeza mkubwa kuleta teknolojia na ajira. Nataka nitumie fursa hii, Mheshimiwa Waziri, kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa awamu ya sita Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa msukumo um, wake ambao ndio unaleta mabadiliko haya ambayo tunashuhudia leo hii sisi na mimi nikiwa hapa kama mkuu wa mkoa nitakusaidia moja, huu ni mkoa ambao private sector ya Tanzania tunaendegwa kwa sehemu kubwa e, na hilo jambo nalisema na kulirudia, na ndiyo maana unaona hakuna mtu anaweza kubishana kwamba nishasema kabisa, jamii tano Kilimanjaro, Njombe, Kigoma wana push the economy. Wana push. <coughs> Hawa Wabena, Wakinga, Wapangwa, Wawanji, Wamanda, nikiwaambia kwamba sasa jamani leo TIC wako njo. Ma, Mahenga najua watu ile. Like? Wasi kwa support. Kwa sababu sisi kwenye lending opportunities uh, Profesa Mkumbo tulikuwa tunasema okay. Use to make up what we are tired. Tuna tired. Kwa nini sisi tunatoa mbegu ya viazi shilingi milioni 1.3? Kwa, kwa, kwa hiyo kuzalisha ndevu okay, hatuwezi sikafikia tena. Timu tunatafuta kompeti na wasiri mali yuko anatokea, eh, tayari wameza kufanya kazi. Kwa nini sisi biazi tunataka kufuga kuku, mbegu unanunua siri mali itachi, why can't you come another company? Tumlete. Tunatambua kwamba moja, hakuna nchi yoyote duniani ambayo imepiga hatua kiuchumi bila kuvutia uwekezaji, uwekezaji wa ndani na uwekezaji wa nje. Pili, hakuna nchi yoyote ambayo inaweza ikaendelea kwa kufunga milango kwa wageni. Nchi zote duniani zitakaribisha wageni, na no, China imeendelea sana, hivyo viwanda vya China mwanzo vilijengwa na wa Marekani. Lakini jambo la tatu, hakuna nchi yoyote ambayo inaweza ikaendeleza na wageni Hatimaye atakaye jenga na kuendeleza nchi ni wenyeji wa nchi husika. Kwa serikali natambua kwamba hapa hatimaye watakaojenga Tanzania nani? Ni Watanzania. Na nne <coughs> hatimaye mambo yote watakaofanyika haya, wanaofaidika na matunda ya maendeleo lazima wawe wa Tanzania.

Lengo lake hatimaye atupe nini? Faida. Hapa kwa mwekezaji afanye kazi ya kanisa au msikiti? Lengo lake faida yake, faida yake, lazima sisi kama nchi lazima tupate faida. Ndio. Sio kila kitu na kic vitu vingi pili, vikamilike hapa, ile wafanya biashara wapungue. Tuna makanuni mengi lakini tunaelekea tunataka tuanze ku ile wazungu wanasema tailor made. Kwa maana kwamba kuna baadhi ya kanuni haziwezi kufaa Njombe, zinaweza kafaa Dar es Salaam, zikafaa Shinyanga, lakini Njombe naweza sifae, kwa tuwekee mazingira ambao ni specific for Njombe, ili mtu aseme oke okay, aaana kuwekeza Njombe kwa sababu kuna hiki hapa kinapatikana Njombe tu. Sasa sio lazima iwe product, hata huduma

a zunga saa anazaad anamuja Njombe ili apate z. Otherwise, inabidi washawishi wafanyabiashara wasiwekeze Dar es Salaam wasafiri 0mt wao. Niwaombe wa halimashauri wa ua, mnaweka mazingira gani specific ya kuvutia uwekezaji hapa Njombe ili asiende Dodoma aje Njombe. Tatari hilo pia ni muhimu kanisibatia. Lakini la tatu ni uwepo wa maafisa pale kwenye kituo, maafisa wote muhimu waweko, kama ni uhamiaji; kama ni kilimo; kama ni nini ili iwe ni complete. Na tuombe tena makao makuu wawepo maafisa hao, mamlaka kamili. Wasoreke hao wa message kwa baadhi kazi ni kupokea barua, kupeleka makao makuu. Ah. Waachie mamlaka mengi iwezekanavyo ili wawekezaji akienda kwenye kituo pale apate huduma kamili. Nne, tuwaombe na kuwahamasisha wawekezaji wa mkoa wa Njombe na mikoa hii ya Iringa, Ruvuma na Mtwara, jisajilini kituo cha uwekezaji. hamtajinda nikimuuliza jaakitaaimaoanazipata mikubwa watu hawa wageni mnaona, wana watu wanafaidika, kwa sababu wanafahamu wenzetu hao, kabla wajaji wanasoma sheria zetu na vivutio vyote, na wanapitia dai mno mimi kama waziri wa mambo na dhamana ya uwekezaji, nina wawekezaji wengi zaidi wa Tanzania kuliko wa wa kigeni. Lakini nasumbuliwa zaidi na wawekezaji wa kigeni kuliko wa Tanzania. Na wanasumbua kuhusu vile vivutio. Kuna hii sheria anasema sema, naomba kivutio kwa watu wote. Sasa amesoma shehe. Kwa hiyo naomba wawekezaji wa Tanzania, someni sheria zetu. Someni vivutio vyetu, viombeni mengi kwa sababu vipo. Vimewekwa kwa ajili yenyewe. Tano ni taasisi zetu. Amesema vizuri sana mkuu wa mkoa, kwa muda mrefu sana mish, watumishi wetu wa umma, jinsi walipokuwa yani walivyotengenezwa, walitengenezwa kudhibiti. Hao ndio maana kwenye serikali neno control limejaa, hata taasisi zangu control paka tukaita na mamlaka ya udhibiti. Eh, nipendekeza neno udhibiti liondoke tuite urekene. So these guys are trained to control.